Maandalizi ya ujenzi wa nyumba za waathirika wa Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam yamekamilika ambapo serikali inategemea kuanza ujenzi wa nyumba hizo muda wowote kuanzia sasa ili kuwahamasisha wananchi hao kutoka kwenye mahema kwenda kwenye nyumba watakazojengewa. Mwanahabari wetu Ahmed Segule ana taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kupokea misaada kutoka kwa wadau mbalimbali kwenye ofisi ya afisa mtendaji wa kata ya Ukonga kwa niaba ya kaimu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mkuu wa wilaya ya Ilala Bwana Leonardas Kama ameongeza kuwa serikali inaangalia jinsi ya kuweza kufidia wale wote waliopoteza viungo kutokana na mabomu hayo. Kwenye mahema sasa, tunawataka kuwatoa kwenye mahema tuwapeleke kwenye nyumba. Kwa hiyo mazoezi, zoezi hilo linaendelea na limeshaanza na, na wakati wote ule e, taratibu zikikamilika tutaanza rasmi ujenzi, lakini prosesi zote za, za, za, za, za maandalizi ya ujenzi zinaendelea kazi ya tathmini kwa kiwango kikubwa imeshakamilika. Baadhi ya waathirika wa mabomu hayo kwa nyakati tofauti wamesema imepita zaidi ya wiki tatu bila kupata misaada na wengine wakidai kuwa misaada hiyo imekuwa ikipungua kila siku inavyozidi kwenda. Hivi misaada inakuwa kama vile imesitishwa maana sasa hivi takriban kama wiki tatu hivi hatujapata misaada aina yoyote. Na wanasemaje sasa? Hakuna mtu wa kusema, maana yake hatuwaoni, wanapita ni kimya tu, tumekaa kimya na sisi, tunasubiri labda kama watapita watuletee basi, lakini tangia walete sukari, mchele nini, mpaka sasa ni kimya. Na labda misaada inakuja, inakuja mara moja moja, si kama ilivyokuwa inakuja mwanzo, sana sana misaada inaweza kaja kama chakula. Kikubwa kinachotukera zaidi ni au, kinachotatiza kuwezesha chakula kiwe chakula, nishati hatuna hela Labda, mm, kwa upande wa, wa, wa misada kama ya chakula tunapata, lakini kuwezesha kiwe chakula. Aidha, wadau mbalimbali mbali wameendelea kujitokeza kwa wingi kuwachangia waathirika wa mabomu eneo la Gongo la Mboto ambapo wamechangia vitu mbalimbali ikiwemo vifaa pamoja na fedha taslimu. Na mimi nitoe wito pia kwa serikali, matatizo haya yanapotokea, eneo hili la ushauri na malezi ni la muhimu sana. Muda mwingine tumekimbilia kutoa vitu, lakini hatujali watu wameumia kwa kiwango gani. Ni muhimu kukutana nao, kukaa nao, kuwasikiliza na kuwashauri. Tumeguswa, ndio maana tukajikusanya. Tupo wachache, lakini tumeamua kujikusanya, tuje tuwape pole wahanga wa mabomu. Kwa hiyo tumeamua kuja na vyakula kama hivi kwa ajili ya wahanga wa mabomu. Kwa hiyo nilikuwa naomba Tumekuja na mifuko 18 ya super sembe. Friends and family back in Norway and we managed to collect some money. Some of them we have used to buy medicines and rice and sugar and flour and the rest we want to give to you so you can use. This is 1 million 200,000 shillings. Licha ya wadau mbalimbali kuendelea kujitokeza kutoa misaada kwa ajili ya waathirika mabomu katika eneo la Gongo la Mboto, bado kumekuwa na malalamiko kuwa misaada hiyo imekuwa haifikii walengwa kwa wakati. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la Gongo la Mboto, mimi ni Ahmed Segule wa ITV.